Kanisa hili katika nchi hii yaani, hakuna kidhehebu, hakuna ugeni mkubwa kama huu kidhehebu na, na ndio maana ile kamati kuu zaka zile za kamati kuu zinatolewa kwenda kwenye bodi ya wadhamini na bodi ya wadhamini za kazao zinatolewa kwenda kwenye kamati kuu. Kwa hiyo hiyo ndio mihimili na ndio uzito wa msimamo wa dhehebu hii. Mimi kama mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, tuko makini sana kwa ajili ya kumtunza niseme, au kumlinda mzee wetu, askofu wetu mkuu, kama vile ambavyo Petro alikuwa makini wakati Yesu, waliokuwa na nia mbaya, alikuwa na kata, alafu Yesu akiuhurumia, sasa anashika ile sikio, anarudisha. Kwa hiyo <laughs> kama wakiwepo wanaosogea sogea, askofu Jakobo Chacha, mwenyekiti wa bodi wa dhamini, nitakata masikio. Kama see Mwaisabila atahurumia, atarudisha sikio, basi hapo utakuwa umepona. Na, na mamlaka ya bodi ya wadhamini. Haleluya. Sasa ili kuzingatia protokol na hali iende vizuri, nimlete moja kwa moja katibu mkuu. Karibu sana alafu tuende na kipengele kile kinachofuata. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi tena kwa Bwana Yesu kwa ajili ya watumishi wake. Nafasi itakayofuata ni baba ambaye atamkaribisha mneno aliyekuwa anatusalimia, ndiye atakayetuwakilisha siku hii ya leo. Uguzangu, kuna mambo mengi ambayo tungeweza kuyasema, lakini kwa hali tuliyoiona tumemnezana pale wachache. Makamu wetu tutamweleza baadaye na asibu wetu mkuu ba baada ya tarehe 14 ya Isaac, tutapanga na baba atawaambia, tutarudi kama tulivyokuja kushinda na ninyi hapa asubuhi mpaka jioni, amen, ili tufahamiane vizuri. Wangapi wanasema turudi wakati huu? Haleluya. Sasa kwa kuwa leo ni taratibu tu za ibada na tumepata tu neema baada ya kutoka kule, mwaka leli likuwa tuondoke, baba akasema hapana, ndugu zangu, kesho msalimie kanisa. Nikasema basi, kwa kuwa umesema, tutakuwepo. Kuna mambo ambayo ningeweza kuyasema kwa kirefu lakini wele, kwa kuwa viongozi wenu wa kanisa wapo pia kwenye halmashauri kutu la mjumbe, mtaweza kuyapata tu kwa nafasi vile ambavyo mta baba yetu askofu amepita kwenye vipindi. Shetani amekuwa na wivu na mafuta ambayo yako juu yake, na shetani angetamani tuwe mazezeta Baba huyu abaki na mafuta yake na hata ukifika wakati wa Bwana aondoke na mafuta yake, lakini baba mwenyewe ameng'angania baba, mafuta haya yatabaki kwa watoto wako, yatabaki kwa ajili ya Injili na hajapata muda mzuri wa kwanza kuiachilia. Lakini toka juzi kikao hiki ambacho kimeisha Dodoma cha tarehe 28 mpaka 30 mwezi huu wa tano mwaka 2025, tumeanza kuona baba akiwa na, na furaha kwenye kikao, na tukaanza kuona sasa anaanza kuachilia mafuta. Kwa hiyo hata mimi Gilga nimepita kwenye kipindi kigumu bila kujua. Umefika wakati utaona kule juu kile ibada hapatoshi, ukichelewa utajikuta unafunga mkono ukiwa kule wezo tasikia mambo mengi tu ambayo naanza kumwona Mungu. Tarehe nane mwezi wa nne mwaka 2024, yani, yaani mwaka jana, tulipewa usajili wa kudumu wa kanisa letu tukiwa kwenye mapito ya uongozi wa mtumishi wa Mungu. Baba akatupeleka mpaka tukapata usajili, na tulipokutana baada ya kupata usajili, baba akasema, wanangu, andayeni sasa uchaguzi mkuu mimi sasa nipe nafasi labda niwaangalie tu, lakini aliyekuwa makamu wetu akasimama akasema hapa, hadithi ya uchaguzi mkuu haipo, tunakupa miaka mitano utusimamie, yeah. vigelegele vilikuwa kama hivyo hivyo na sisi maskofu na wachungaji tukasimama kumshangilia Mungu kwamba ikakweli, huo ni ufugu wa Bwana, huyo baba atupeleke mbele miaka mitano mpaka yani 229 katikati hapo majuzi tu, tayari shetani akapita kama desturi yake, akaingia kwa baadhi ya wenzetu, wakasema hapana, nataka uchaguzi, askofu mkuu nani sijui nani, shughuli hii inatoka wapi? Sasa nisiende mbele sana, lakini baada ya baadhi ya wenzetu tena wengine waandamizi kukengeuka, tukaona kuna hila ambayo inataka kuvuruga huu mpango mwema wa Mungu. Lakini msajili alipotuita hakuwa anajua kile ambacho baba amekibeba. Lakini baada ya kusema, ninafupisha tu, baada ya kusema na uongozi, msajili akasema oho, basi nitawapatia barua ambayo sikuwapatia ya kufanya uchaguzi maana wakati nampa Mwaisabila usajili ile elfu mbili na ishirini na nne ilikuwa nimpe na barua ya kufanya uchaguzi ndani ya siku tisini ndio utaratibu. Nikamwambia msajili, hata kama ungetupa siku tisini haitawezekana. Akasema kwa sheria yangu nawapa siku mia na ishirini naye akasema sawa, lakini kulikuwa na shida. Baba akamwambia msajili, usajili ungenifunga muda mrefu, toka mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ningekuwa niko jela kama sio baadhi ya wanangu ambao walishtuka, roho Mungu aliwaambia, hii siyo sawa, itamwingiza baba kwenye matatizo. Na hii imekuja baada ya msajili kuelezwa na viongozi wetu udi adhamiri kwamba kuna shida. Wenzetu hawa wanaosema kwamba tuchaguane, tukakae, tunao kuna shida, tatupa shida, tukatoa kopi ya usajili feki ambao wenzetu baadhi, nasikitika kusema hivyo, lakini sema niseme, ninyi kanisa mjue sababu, mtasikia maneno mengi ya uzushi, ili mjue mko na baba wa aina gani. Hebu semeni amina. Usajili huu ni bandia, lakini ke aliletewa hapa mwaka 2023 mwezi wa tatu na watu wamefanya juhudi wakahonga mpaka pesa kupata huu usajili. Kweli askofu unaweza ukakubali kutoa rushwa upewe usajili kwa ajili ya kuhubiri utakatifu? Nauliza ndugu zangu, kwanamni jiu hata mshirika mchanga aliyeokoka leo achilia shemasi au mwanakwaya mshirika hauwezi kukubali, achilia mzee wa kanisa, achilia mchungaji wa kawaida. Aba nafasi yote jimboni, ukimweleza habari ya rushwa, halafu akahubiri utakatifu, umechanganya mafuta na maji, kweli si kweli? Halafu unapata wapi ujasiri wewe, unayeomba rushwa, ukijua hulu ni askofu unapata watu jasiri kama huja kutana. Sio tu na mshirika kwenye kazi ya Bwana, ni lazima huyu anayeubarusha anajua kabisa huyo anafaa kutoa rushwa. Maana akikuangalia tu haoni ule ushirika wa kazi ya Mungu, anaona mshirikina. Na nielewa tukaikataa, lakini ilishafika ofisini kwa baba tukaita kikao cha baraza la waangalizi ili baba akabidhi msajili, tukamweleza. Na kwenye kile kikao wenzetu walikieleza, na wakaa baradhi mmoja akasema sio milioni nne, nilitoa milioni moja. Msajili akashangaa, askofu tena wa baba Mwaisabila huyu baba anaheshima, kuanzia Ikulu mpaka kwenye tarafa mpaka kwenye mtaa. Halafu Mama Samia asikie Mwaisabila na askofu wake wanahangaika na rushwa, wanamsaidia Mungu kwa rushwa? Yani hawana maombi tena, hawana ufunuo tena, hawana mzigo tena. Tumewakataa hawa wenzetu tumesema wataenda likizo tumesema watapumzika. Msajili akatuandikia barua siku ile ile tarehe 26 sita ile barua ikaja kwa baba, barua hiyo ikamwambia baba, siku mia na ishirini fanya uchaguzi na viongozi halali, hebu sema halali wa kanisa lako ni hawa ambao wapo kwenye ofisi yao. Hii barua ikawataja ika na wale wala rushwa ambao walikiri mbele yake, bado kwenye ofisi ya serikali ya msajili wanaonekana ni halali. Tukashangaa, huu halali unakujaje kwa hawa watu? Maana hawa hata kama angekuwa mkuu wa mkoa Mama Samia angemkimbiza nje siku hiyo hiyo, unanielewa? a kweli, unaweza kweli, hata kama ni mimi, hata kama ni wewe, ukasema na kuletea hawa viongozi halali, tulitegemea kungekuwa na onyo, tungetegemea msajili angekaripia wale watu, tungetegemea angewaambia ninyi ndugu zangu, baba zangu, mmefika mbali, acheni hii tabia. Sio jamani? baba akajibu hii barua ya msajili. Ijumaa tukaipeleka kwa msajili na tumeshangaa leo, imekuwa kwenye magazeti magazeti, sitakusema wacha iende, wacha magazeti yaeleze. Nauliza wana girgan hawa wenzetu kwaweka pembeni kwamba watulie kwa haya mauea, na kueleza mafupi tu, lakini kama ningekuwa na muda kama ningekuwa mhubiri mimi leo nisingehubiri ningekuwa na kueleza haya tu na baadaye ungeondoka hapo umepona, hata kama pona daiwa ulikuja baakuombea, atuweka hapa tuhudumie, ungeondoka madeni yako yameisha. Lakini nakuja chacha pia atagusiagusia. Bwana asifiwe sana. Na kuweza kwa ufupi, nauliza kwa maamuzi baba aliyoyafanya ya kusema hawa wenzetu kwa hali hii wakae pembeni, amepatia amekosea? Nauliza, amepatia amekosea? Mungu wabariki watumishi wa, wa Mungu hata kichanga sema hivyo hivyo. Amen. Ili tuweze kupata uhalali mbele za Mungu na mbele za watu na mbele za macho ya serikali pia na hata msajili pia aweze kujua walokole wana msimamo. Simsemeni mimi na nyie watu wa Mungu. Simsemeni na nyie watu wa Mungu. Sasa haya niache kwa kuwa mwenyekiti wetu wa bodi ya wadhamini anakuja na, na muda wetu sio rafiki sana sababu leo tunaondoka lakini sio na moja kwa moja, tunarudi kwa ajili ya harusi. Kuna mambo ambayo nataka nikushirikishe machache, haya nianaliza, mengine kina Debora watawashirikisha mtaongea nao na kina nani, katibu wetu mwanani, ule katibu wa kanisa kina Isaya. E, basi utafanya vizuri. Sasa ndugu zangu, nina mambo